Kwa majina naitwa Abdallah Magombana. Ni mkuu wa kanda ya Ziwa kutoka Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi. Leo tupo Ukerewe na hii inakuwa mara ya kwanza kwa wilaya ya Ukerewe kuja kutoa hatimiliki za kimila ambapo awamu hii tutakuwa na vijiji viwili. Hivi vijiji kila kijiji kitakuwa na hatimiliki za kimila mia sita, mia sita ambapo tutakuwa tuna jumla ya vijiji na hatimiliki elfu moja mia mbili kwa vijiji vyote viwili. Lakini katika wilaya, katika mkoa wa Mwanza tutakuwa tuna wilaya mbili ambapo tume ya taifa sasa hivi inafanya kazi, ikiwemo wilaya ya Misungwi kwenyewe kutakuwa na kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi, wakati wilaya ya Ukelewe tutatoa hatimiliki za kimila. Zoezi hili limelenga kutoa fursa kwa wananchi kumiliki hati ambapo ni ulinzi wa ardhi yao, kutokana na baada ya kufanyia mipango ya matumizi ya ardhi, kuwa na hatimiliki za kimila itarahisisha wao kuwa na umiliki wa kudumu, na pia bila kuwepo hali ya kuingiliana kimatumizi na majirani zao ama migogoro yote ya kimipaka, kwa sababu kutoa hati miliki za kimila, kila mtu na jirani yake watatambuana kwamba mpaka wangu mimi unaishi hapa. Mwisho wa siku, yeye ataweza kupimia kiwanja chake na jirani yake atapimia kiwanja chake. Serikali ilionelea sana kwamba migogoro ya ardhi imekuwa mingi katika halmashauri mbalimbali au katika vijiji mbalimbali. Mara ya kwanza tulikuja mwaka jana Ukelewe kwa ajili ya kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji kumi na sita ambapo vile vililenga kupunguza matatizo ya hiyo migogoro ambayo imezunguka sana katika wilaya hii, pamoja na wilaya zingine katika nchi ya Tanzania. Na serikali imeona kutoa mipango ya matumizi ya ardhi pekee haitoshi, imependelea pia kuonyesha mfano kwa vijiji angalau viwili kwa halmashauri ya wilaya ya Ukerewe, kutoa hatimiliki za kimila, ili baada ya hapo watumishi wa halmashauri pamoja na ofisi ya mkurugenzi baada ya kujengewa uwezo kwa kazi ambayo tutakayokuja kuifanya sasa hivi ya vijiji viwili, wao wenyewe wanaweza kaendelea huko mbeleni kwa vijiji vingine hivi ambavyo tayari vina mipango ya matumizi ya ardhi. Kwa hiyo serikali kwa kuona umuhimu wa kutatua migogoro na kupunguza milolongo ya kesi za wananchi, imeona bora ije ianze kutoa kwa mfano hivi vijiji viwili afu baada hapo itakuwepo kazi endelevu huko mbeleni. Kwa kweli ndapo zoezi hili litakamilika, kwa maana wananchi hawa wata watapewa au watamiliki hati za kimila katika maeneo yao husika, na taisaidia mambo mengi. Jambo kubwa hasa kwa kwa wilaya Ukerewe, zimekuwa na migogoro mingi ya ardhi. Kwa hiyo kwa kupewa hiyo kwa kumiliki au kwa kupewa maeneo yao kupewa hati miliki yatasaidia kuondoa au kupunguza kabisa migogoro ya ardhi iliyopo. Vile vile itaongeza thamani, kwa maana kwamba wananchi maeneo yao yanaenda kuongezeka thamani, kwa sababu tayari yatakuwa yameshapimwa, yatakuwa tayari yana hati miliki za kimila ambazo wanaweza wananchi wakatumia kwa ajili ya taasisi za benki, kwa ajili ya mambo mbalimbali kama dhamana na mambo mengine kama hayo kwa kuwa huu mfumo, mwisho wa siku sisi tutaondoka, lakini pia kama halmashauri itaendelea kuandaa hati miliki kwenye maeneo yao kila kukicha, sio lazima tena tume iweze kuja hapa kukaa na nyinyi na kufundishana tena. Kwa hiyo tunaamini kwanza, wale maafisa kilimo kata, siwawafu, maafisa mifugo, yoko kule katani, uwezekano wa kuhama kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine inakuwaga ni mgumu sana ukimpa okay, kumjengea uwezo kupitia hiki ambacho sisi tunafanya, tunaamini kwamba tumeingiza uwezo mkubwa sana yani, tume tumewekeza elimu kubwa sana kwenye eneo hilo kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia hata inapofikia hatua sasa ya kwenda kufanya chochote kile, inavyohitaji kuanzisha aina nyingine ya muamala wao, wanaweza kutumika pia kuweza kufanya mchakato mwingine.